Tumaona mambo mengi, wengine ndio hivyo, biashara zile wengine biashara zile, wengine ndio vile, si kuna biashara nyingi, wengine wengine wanauza poda, snaju mambo ya kipididi akpid sio, waategemea tu ndio mzik omana uta msanii later bada. Leo kuna mjadala unahusu wasanii na mambo ya kushiriki kampeni na vitu kama hivyo, eh, hivo, yeah. Watu wametoa maoni mengi, lakini naona maoni yote yana Yanaenda kwenye kujenga soko bomoa. Mimi pia kwa nafasi yangu kama mfalme wa Rhymes, Tanzania. Eh, bwana harusi mpya bado mpya mpaka ipite miaka. Yani mimi mwenyewe na maoni yangu, labda niseme hichi kisa cha wasanii na mambo yanayoendelea sasa hivi, labda na serikali yetu, na nafanisha na kila, nikumbusha msemo mmoja ambao aliwahi kuongea waziri mkuu wa zamani wa Uingereza nafikiri na, na, na tu kama Wilson Churchill nadhani ni mtu ambaye aliongoza Uingereza katika vita kuu ya pili ya dunia, ni mmoja wa mawaziri wakuu ambao Waingereza wanawapa, wana heshima zote. Wilson Churchill aliwahi kusema yeye kwamba kuhusu Marekani na mataifa ya dunia kwamba kuwa rafiki wa Marekani ni hatari na kuwa adui wa Marekani ni hatari zaidi. Sasa naweza kuona kama kinachoendelea katika nchi sasa hivi kwa wasanii na serikali kinafanana kidogo na huo msemo. Sababu watu wanaweza wakawalaumu sana wasanii, wamefanya vile na vile, wawe vile, hata mimi sometimes naweza nikaposti kitu changu katokea mtu awe cha watu wewe si vile. Kwa sababu watu hao hawaelewi ukweli huu kwamba kuwa rafiki, kuwa karibu na serikali kipindi hiki, labda ni hatari. Lakini kuwa a, rafiki yani kuwa adui wa serikali ni hatari zaidi. Yani kavi, kuwa rafiki wa Marekani, ni safi, lakini kuwa adui wa Marekani ni hatari zaidi. Kwa ndio hivyo wasanii wanashindwa kujua wafanyaje, kwa sababu one, ukisema huko na serikali utaonekana shida kwa wananchi, ukisema kae kaida wananchi ndio hivyo. Mara nyingine unaona mambo mengi yanatokea, watu wana, ndio hivyo yanawakuta kuwakuta wengine, afu hamna hata anayesema chochote mtu ana familia yake na majukumu watu wanamtegemea nyuma yake eh, ile kwa siku pia, nimemsikia hata waziri mkuu kaongea, sanaa ni ajira, na hata mimi ninavyojua, jamii pia inafahamu hilo. Ndio maana sidhani kama jamii inatuchukia wasanii kwa sababu tumepanda majukwaa ya CCM hata mimi nimeimba sana kwenye kampeni, kinaoma tano hizo nimeimba, lakini sidhani kama hiyo ndio sababu ya sisi kuchukiwa na jamii ila kuna kitu tu ambacho wasanii hatujajiongeza kwamba kurudisha kurudisha kwa jamii, sio lazima urudishe pesa, kutumia sauti yako, labda kuongea mambo fulani ambao sio sahihi, sababu sio siku kama alivyosema waziri mkuu kwamba sanaa ndio ajira yetu. Kwa hiyo kama kweli msanii unategemea sanaa kama ajira yako, sio mbaya, huu ni wakati wa kutubu, umeona bwana. Lakini tunafahamu kwamba wasanii wengi siku hizi, hasa wasanii wa kizazi cha sasa hivi, sio wote wanaishia kutegemea mziki. Unaona, unasikia mtu tajiri na kila kitu, wengi wanategemea mziki. Tumeona mambo mengi, wengine ndio hivyo biashara zile, wengine biashara zile, wengine ndio vile, si unajua kuna biashara nyingi. Niwe mkweli, wengine wanauza poda, wengine wana mambo ya kipididi. Sasa si wanategemea tu mziki, ndio maana wanaweza kutoa, msanii anata kiburi badala ya kuomba radhi, bwana jamani, nimekosea, sababu jamii yetu ni msamaha, bwana fresh, tuanze upya nini, poa, unaanza mimi, si nini wewe usimtetee mimi, si wewe nani, mtu anakutetea kwa nia njema tu kwa sababu sanaa ndio ajira yako. Sasa bunge waziri mkuu kwamba msanii ni, ni ajira yako ukipewa kazi na CCM ni ajira yako. Kwa hiyo pale ulipokosea panajulikana, eh, umeshindwa kuwa kioo cha jamii ndio shida ya hiyo kwamba bwana hili nyekundu sema tu hii nyekundu mambo yanaendelea. Sasa so, sio kuwaimbia hawa kwa hii nyekundu, hii nyeusi hivyo tu. Amna shida kubwa. Kwa hiyo ukishindwa kusema hivyo ukasema ati mimi usinitetee mimi hizi nini? Hao ndio wale wanaosema kwamba hawategemei sanaa, wana biashara nyingine nje ya sanaa na ndio wasababisha mpaka wanamuziki sometimes wakizitu zichelewe kupatikana kwa sababu wanamaanisha dunia kwamba ukiwa mwanamuziki unakuwa tajiri, haki zetu ziko sawa. Kumbe haki kibao hatupati, eh, hati miliki zetu haziko sawa, tunapoteza mapato kibao kwa sababu sheria zetu za sanaa haziko vizuri kwenye kudhibiti mapato ya msanii. Kwa sanaa bado hailipi inavyotakiwa ilipe, yani hailipi kama inavyotakiwa kulipa. Watu wa biashara zingine pembeni, hawa ndio watuponza. Oh, nisitegemee sanaa, sijui sasa, hata siombi msamaha, sifu tu gani, e bwana Wenye akili wameshaelewa, sio kwa na akili wanaelewa kwamba kuwa rafiki wa Marekani ni hatari na kuwa adui wa Marekani ni hatari zaidi. Hatuna hatia <kam>